Baada ya wiki chache nilianza kuhisi maisha yanarejea taratibu. Mama yangu alikuwa mzima kabisa sasa, alionekana hata mwenye nguvu kuliko awali. Alirejea kuuza chakula pale Kariakoo, akicheka na wateja wake kama zamani. Nilipokuwa nikimwangalia, nilihisi furaha na pia huzuni. Furaha kwa kuwa yuko hai, huzuni kwa kuwa nilijua giza bado halijaondoka kabisa. Nilijitahidi kuanza upya. Nilianza kuuza matunda karibu na shule moja Tabata. Siku za kwanza zilienda vizuri, nilianza kuhisi amani kidogo. Lakini kila nilipoketi peke yangu nilihisi kama kuna macho yananiangalia. Nilipoingia ndotoni, nilihisi sauti ikinongona tena, damu haija kukubali bado. Siku moja asubuhi, nilipokuwa nikiandaa matunda yangu, niliona kijana mmoja akija kuniuliza bei. Nilipomwangalia kwa karibu, nilishtuka. Sura yake ilikuwa kama Jaffar, lakini kijana mdogo, macho yake mekundu kidogo aliniangalia kwa tabasamu la ajabu akasema, unafikiri ulishamalizana nasi? Nilishtuka, wewe ni nani? Alicheka kwa sauti ndogo, kisha akaniambia kwa kiswahili cha ajabu kivuli hakikufi, kina rudi kwa vizazi. Kabla sijamjibu alitoweka katikati ya umati wa watu. Siku hiyo usiku nilirudi nyumbani nikawa nimechanganyikiwa. Mama yangu aliniangalia kwa wasiwasi, mwanangu, kuna nini? Umekuwa ukilala vibaya Sikumwambia, sikutaka kumtia hofu tena. Nilijua hii ilikuwa vita yangu peke yangu. Wiki mbili baadaye, mambo yalizidi kuwa mabaya. Kila usiku nilipoenda kulala, niliona ndoto ileile: nyumba ya mawe, chungu kilichowaka moto na macho mekundu yananitazama. Lakini safari hii niliona sura ya Jafar waziwazi. Alikuwa akisema, ulinisaliti Sudi, ulinifanya nipoteze baraka za damu. Sasa damu yako na damu ya mama yako ni deni la chama kila nilipoamka asubuhi nilikuta alama ndogo ya nyota ikichorwa kwa chaki mlangoni kwangu. Kila nilipoifuta kesho yake ingeonekana tena. Nilienda tena kwa Mzee Ramadhani kumweleza yote. Aliniangalia kwa macho mazito, nilikuonya kijana, watu hawa hawachoki haraka. Umewanyang'anya kafara yao, sasa wanataka kulipiza kisasi, lakini bado una nafasi moja ya mwisho, kuondoka hapa au kukabiliana nao kwa vita ya mwisho. Niondoke wapi? Niliuliza kwa hofu. Utatoroka mji uende kijijini kwa muda, lakini kama utaamua kukabiliana nao, lazima uwe na moyo wa simba. Nilikaa kimya, nilimfikiria mama yangu. Siwezi kumwacha mama. Kama nitakufa nife nikiwa na mlinda, nitakabiliana nao. Mzee Ramadhani alitikisa kichwa kisha akaniambia, basi jifunge. Usiku wa leo saa sita kamili mwezi utakuwa umekamilika, watakuja tena. Ukiona kivuli chao, usiogope. Tumia imani yako. Alinipa hirizi ndogo iliyotengenezwa kwa ngozi ya kondoo na kufungwa kwa uzi wa manjano. Hii siyo hirizi ya uchawi, ni alama ya imani. Ikiwa moyoni mwako umesamehe, umekataa tamaa, hii itakuwa ngao yako. Nilishika ile hirizi kwa nguvu. Nilijua vita ilikuwa imefika. Usiku huo nilikaa sebuleni nyumbani kwangu Temeke. Mama yangu alilala chumbani kwake akiwa hajui kinachoendelea. Taa zote nilizima, nilikaa na macho yangu nikitazama dirisha. Saa ilipofika saa sita, upepo mkali ukaanza kupuliza, dirisha likapiga kwa nguvu. Paka wa jirani wakaanza kupiga kelele kama wamepigwa. Ghafla chumba changu kilijaa harufu ya uvumba wa damu. Taa zote zilizo mbali zilianza kufifia. Niliona kivuli kikubwa kikiingia dirishani. Ilikuwa sura ya Jaffar, lakini haikuwa ya kibinadamu tena macho yake yalikuwa makubwa mekundu, meno yake yakiwa marefu kama ya mnyama. Sauti yake ikawa nzito, umechagua vita, basi upate vita Sudi. Vikosi vya vivuli vilianza kuzunguka ukuta, nyumba yote ikawa giza. Mama yangu aliamka akilia chumbani, Sudi kuna nini? Usitoke chumbani mama, nilipiga kelele. Nilivaa ile hirizi shingoni, nikaweka chupa ndogo ya maji ya dhahabu mezani. Nilipiga magoti nikaanza kuomba kimoyomoyo, Mungu wa mwanga, nilinda mimi na mama yangu, sijutii tena tamaa yangu, ninakataa damu ya giza. Kivuli cha Jaffar kilikaribia kikijaa hasira, vikosi vyake vilipiga ukuta, milango ikawa inatikisika. Nilinyunyiza yale maji juu ya sakafu, kivuli kililia kwa sauti ya ajabu, kikiungua kidogo kama moshi. Hii siyo imani ya kweli, hii ni hofu, kilisema. Damu ni deni lisilolipwa Nilishika hirizi yangu kwa mikono yote miwili, nilipiga kelele, sitaki mali zenu, sitaki damu yenu, msogee mbali na mama yangu! Ghafla nikaona mwanga mkali ukitoka kwenye hirizi. Mwanga huo uliangaza chumba kizima kama jua la ghafla. Kivuli cha Jaffar kililia kwa maumivu, vikosi vyake vikatoweka moja baada ya kingine. Lakini Jaffar hakuondoka mara moja. Alinitazama kwa macho ya huzuni, kisha akasema kwa sauti ya chini ya ajabu. Umejua siri ya mwisho, Sudi. Mimi nilifanya nilichofanya kwa tamaa, sasa mimi ni mfungwa wa damu hii. Lakini wewe, wewe umevunja mkataba kwa uhai wa mama yako. Usisahau, tamaa ni jela ya roho. Kisha akatoweka kama moshi, akipaa juu ya dari, na giza likapungua taratibu. Dirisha likafungwa lenyewe, upepo ukakoma. Nyumba ikarejea kimya. Nilikaa pale sakafuni nikiwa nimechoka sana. Jasho likinitiririka. Mama yangu alitoka chumbani akilia, akaniangalia. Mwanangu, kumetokea nini? Nilihisi kama nyumba inatetemeka. Nilimkumbatia kwa nguvu. Mama, imekwisha, imekwisha sasa. Lakini moyoni nilijua, vita hii imenifundisha somo kubwa zaidi maishani. Siku zilizofuata zilikuwa za ajabu. Hakukuwa tena na ndoto za giza. Alama ya nyota ilikoma kuonekana. Mama yangu aliendelea kupona na kurejea hali yake ya kawaida. Nilianza tena biashara yangu ndogo. Nilikuwa maskini bado, lakini nilihisi kama nimepata kitu bora zaidi, uhuru wa roho. Lakini nilijua pia, giza linaweza kurudi kwa mtu yeyote anayekubali tamaa. Nilijiambia kuwa kila siku nitajikumbusha haya maneno, mali ni kivuli, roho ni mwanga. Miaka miwili imepita tangu usiku ule wa vita. Kila mara ninapokumbuka mwili wangu hujawa na baridi, lakini pia ninapata nguvu mpya kwa sababu najua nilichagua uhai na mwanga badala ya mali na giza. Sasa nina duka dogo la kuuza matunda na juisi pale Temeke. Si biashara kubwa, lakini inanilisha mimi na mama yangu. Mama anaendelea kuuza chakula chake cha mchana, na sasa dada yangu mdogo ameanza chuo. Tunaishi maisha ya kawaida bila anasa, lakini na amani. Watu wengi wanaopita dukani kwangu hushangaa kwa nini sijaendelea kama marafiki zangu. Wengine wananisemea pembeni kuwa Sudi alikosa bahati. Lakini wanachokosa kujua ni kuwa mimi niliona dunia mbili, dunia ya giza na dunia ya mwanga. Nilijua bei ya tamaa. Nilijua mali ya haraka inaweza kubeba damu na machozi ya watu usiowaona. Siku moja asubuhi nilipokuwa nasafisha duka langu, mama yangu alikuja na kahawa ya moto. Alikaa pembeni yangu, akaniangalia kwa macho ya upendo. Mwanangu, siku zote nilijua kuna kitu ulikuwa unapitia, lakini sikuweza kukuuliza. Na ninashukuru Mungu kwa sababu leo tuko hai. Hii ni baraka kubwa kuliko mali zote. Nilimwangalia nikitabasamu. Mama, nilijifunza kitu muhimu. Dunia inatupa majaribu ya kila aina. Watu wanataka pesa ya haraka, heshima ya haraka, lakini kitu cha thamani zaidi ni roho ya mtu. Mali itapita, lakini roho ikiharibiwa hakuna kinachoweza kuirudisha. Mama yangu alinipapasa bega. Umesema kweli mwanangu, tamaa ni sumu ya moyo, hata shetani anaitumia hiyo tamaa kuwapata watu. Nilishusha pumzi ndefu, nikakumbuka uso wa Jaffar. Nilijiuliza bado anaishi au amemezwa kabisa na giza la chama kile. Nilimwombea kimoyomoyo, kama bado yuko hai apate nafasi ya kuponywa. Baada ya muda, watu walianza kuja dukani kwangu kuuliza ushauri wengine walikuwa vijana wa mtaa walioshikwa na tamaa ya kupata pesa za haraka, wengine walikuwa wamama waliokuwa wakihangaika kutafuta msaada. Nilianza kuwaambia hadithi yangu kidogo kidogo, si kwa undani, lakini kwa funzo. kuna njia nyingi za kufanikisha maisha, niliwaambia, lakini si kila njia ni salama. Ukiona mtu anakuahidi utajiri wa haraka bila kazi halali, uliza bei yake ni nini. Wengine bei hiyo ni roho yako, au roho ya mpendwa wako. Dunia haina kitu cha bure. Kila niliyesema naye alikaa kimya, macho yake yakiwa yamejaa mshangao. Baadhi waliondoka wakiwa wametulia zaidi, wengine wakinitazama kama mtu mwenye siri, lakini mimi sikujali. Nilijua nilichokiona na nilitaka kuepusha wengine kuangukia shimo lile nililokuwa karibu kuangukia. Siku moja jioni, nilipokuwa napanga matunda, kijana mmoja alikuja. Alikuwa na sura ya uchovu, macho yake yamejaa tamaa na huzuni. Aliniuliza kwa sauti ndogo, "Kaka, kuna chama fulani mjini kinanihimiza kujiunga, wanadai nikipita masharti yao nitakuwa tajiri, na mimi sina chochote. Unadhani nifaneje? Nilimwangalia moja kwa moja machoni, nilimvuta pembeni, nikamkalia, nikamuuliza wanakutaka utoe nini? Alinitazama akasema kwa sauti ya hofu, wamesema lazima nitoe mtu wa familia kafara. Nilihisi moyo wangu unagonga ilikuwa kama kurudi nyuma kwenye maisha yangu ya zamani. Nilimshika bega kwa nguvu nikamwambia, usitubutu, hiyo ni njia ya giza, hautapata amani. Utajiri wa damu una mwisho mbaya. Niliona kwa macho yangu, nilikuwa karibu nifanye hivyo kwa mama yangu, lakini nikakataa. Leo nipo hai kwa sababu nilikataa. Kijana yule aliniachia machozi, lakini nitafanyaje? Kuna njia nyingi za kufanikisha maisha halali, hata kama ni polepole. Angalau ni salama. Tamaa ya haraka ni mtego. Alinipigia magoti pale pale akilia. Nilimkumbatia. Nilijua roho nyingine imeokolewa. Usiku ule niliporudi nyumbani, nilikaa kwenye roshani ndogo ya nyumba yetu. Nilitazama juu, mwezi ukiangaza angani. Nilihisi upepo wa baridi ukipita. Nilijiuliza kama bado kuna macho mekundu yananiangalia mahali fulani. Lakini moyoni nilihisi amani. Nilijiambia maneno yale yale niliyosema usiku wa vita. Sitaki mali za giza. Sitaki tamaa. Nataka mwanga. Miaka mitano baadaye, nilikuwa na biashara kubwa zaidi, lakini si biashara ya damu. Nilikuwa na duka la juisi na matunda lililokuwa haraka kwa bidii yangu na imani. Mama yangu alikuwa akiniangalia kwa tabasamu, sasa akiwa mzee na mwenye furaha. Dada yangu alimaliza chuo, akawa mwalimu. Nilisimama mbele ya duka langu siku moja, nikawa naandika kwenye bango dogo maneno ya mafunzo niliyoyaona yamenibeba kwa miaka yote: usiogope umaskini, ogopa tamaa. Mwanga wa roho ni bora kuliko dhahabu ya giza. Mpaka kufikia hapa, ndio mwisho wa stori yetu. Nadhani utakuwa umejifunza kitu kwenye simulizi hii. Weka maoni yako kwenye komenti, like, pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine. Asante kwa kuangalia.